Karibu sana mfuatiliaji wangu wa channel ya Nebuye TV, tuweze kuongea kilimo, tuweze kujifunza vitu vingi kadha wa kadha kuhusiana na kilimo, tuweze kuzungumza masuala kadha wa kadha kuhusu hey, kilimo. Kilimo kina faida gani? Kilimo, ndani ya kilimo tunapata nini? Ndani ya kilimo kuna nini? Ndani ya kilimo kuna mambo gani? Ndani ya kilimo kuna vitu gani? Ndani ya kilimo kuna jambo gani ambalo ni bora. Lakini leo nataka nikwambie kuwa leo tutajifunza namna, namna na njia bora ya kufanyia palizi katika tembele, ya kufanyia palizi katika matembele ndani ya tembele. Unawezaje ukafanyia palizi ndani ya tembele? Unawezaje ukafanya palizi? Tembele linapaliliwa kwa staili na namna gani? tembele unawezaje ukalipatia eh, ee, unawezaje ukafanyia palizi ndani ya tembele? Au ni njia gani bora ya kufanyia palizi ndani ya tembele? Ni njia gani bora ambayo unaweza ukaitumia kufanyia palizi ndani ya tembele? Kufanya palizi ndani ya matembele unawezaje? Naam, sasa leo nataka tupate huu ujuzi. Leo nataka tuongelee hilo swala la upaliliaji wa tembele palizi. A, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa Nebuye TV, mjasiria mali, a, leo nitazungumzia hilo swala la upaliliaji katika matembele. A, kwanza kabisa tembele ukiwa ndo kwanza uwa, yani ilikuwa limeshapandwa na limechipua umelimwagilia kwa siku kadhaa, eleo kwamba lazima tu majani ataota. E, yale majani lazima uwe na desturi ya, ku, ya kung'olea. Kama sio kung'olea basi tembee tu kichakuwa umelipanda, umelipanda vizuri, limeanza ku, ku, ku, ku, ku, kutambaa au kumea, unaweza ukatumia jembe labda kwa awamu moja, nikiwa bado halijashika nafasi kubwa, lakini kadi jinsi ambayo inavyozidi kutambaa na kuenea eneo kubwa, ndivyo litakapokuwa linakunyima nafasi ya kuwa huru na kuwa huru katika kufanya palizi. Kwa hiyo kadi jinsi ambayo inavyozidi kutambaa na kuenea katika eneo kubwa, ndivyo ambavyo itakubidi ut, utumie njia mbadala zingine bora za kufanya palizi katika katika matembele. Kwa mfano, tembele likishakuwa limekuwa na likaanza kushika nafasi, ingawa bado kabisa halijakamatana vizuri kila eneo, hapo una uwezo pia, kuna uwezekano mkubwa kama kuna uwezekano mkubwa wa kuingia wa kupalilia kwa kutumia mti ambao umeuchongoa kwa mbele E, umeuchongoa kwa mbele ukawa mfano kama uko uko ukawa na ubapa fulani hivi ambao utakusaidia kuwa una uchomeka ndani ya ardhi, unatibulia unatibulia kwa namna hii, na majani ambayo yame, yameotaota yale kwao itakuwa zana, sana, kuya, kuya chimbua, kuya ni rahisi sana kuyachimbua na kuyatoa na ile mizizi yake unatupa nje. Kwa hiyo njia kama ile inakuwa ni bora ya kufanyia nini ya kufanya palizi ndani ya tembele ukiwa unatumia huo mti. Lakini kadi jinsi ambavyo tembele itakavyozidi kukua ndivyo ambavyo itakavyokuwa linashika nafasi. Yes, ndivyo ambavyo itakavyokuwa na linashika nafasi, na kama litakuwa linaendelea kushika nafasi kubwa katika eneo, elewa kwamba hata wewe upaliliaji wako itabidi uendane na vile ambavyo tembele vinavyo vinavyoenda. Likishakuwa limeshikana vizuri kabisa, limeshikana kabisa kila eneo, yani hapo hata mti inaweza isiwe rahisi kuingia nao na, ku, na, na kutumia kutibua au kuchimbua yale yani majani itakubidi uwe unatumia tu mkono peke yake, yani maanisha upisha, unamuolea. Hiyo ndio palizi ambayo bora kwa matembele ambayo yameshakuwa kama ya kwangu haya, na kanuni bora ya kufanyia hiyo palizi kwenye hayo matembele yakishakuwa yamekuwa makubwa hivi, kama ulijisahau kufanyia palizi baada ya kuwa umechuma ukawai kabla majani hayajakuwa na kushika nafasi zote hapo, itabidi uache mpaka umalize mpaka uchume, ndipo uje ufanyie palizi, kwa sababu tembele likishakuwa limekua, majani yake yamekua yamekua, huwa yanakamatana na kushika nafasi yote, yani kiasi kwamba hata ardhi hauwezi ukaiona. Sasa kama ardhi yani u -u upeo wa macho unashindwa kuiona ardhi, basi elewa kwamba hata unyao wako hauwezi kukanyaga popote ambapo huwezi kukaahili majani ya mmea. Sasa kama ni hivyo bi eh, bila shaka unatakiwa kuelewa hivi ili uweze kufanyia palizi. Sasa kwa mfano majani umeona, majani labda yameota pale kati. Sasa, utawezaje kwenda kuyang'oa pale? Njia hapa haipo, imezibwa majani ya tembele, yameenea kona zote. Njia ambayo ni nzuri ya kufanya subiri, uje uchume, yani uvune majani ya tembele upeleke sokoni ukauze, uje uvune tena eneo ambalo majani hayo yameota, unavuna tembele kama inawezekana Unaweza ukavuna tembele ukawa unavuna tembele na huko unakovuna tembele na majani pia unapita kumuolea, kwa sababu tembele ikishakuwa limekuwa hivi utaji wake wa majani unakuwa sio mkubwa sana kivile, utaji wake wa majani unakuwa ni mdogo, ni, ni hafifu sana majani utaji wake, maana inakuwa ma, uwezekano wa majani kuota unakuwa umenyimwa nafasi, ardhi inakuwa haipewi nafasi ya kuotesha majani na kama ardhi imenyimwa nafasi ya kuotesha majani, nafasi yake ni nyingi, uotaji wake wa majani unakuwa ni, ni mchache, ni mdogo sana, ni hafifu, ni mdogo huko chini. Lakini hayo hayo majani madogo hautaki kuyaacha, hayo hayo majani madogo unachukua kupita mara moja moja kuyangolea, ili tembele lako liweze kuokoa na muonekano ambao ni mzuri na ni bora, lakini elewa kwamba endapo ukiyaacha hayo majani na madhara ya kuliacha tembele lako liwe kwenye majani madhara yake yani? Inaweza linaweza tembele lisiwe kwenye mwonekano ambao ni mzuri. Tembele linaweza lisiwe kwenye mwonekano ambao ni bora. Tembele linaweza lisiwe kwenye mwonekano ambao unaovutia. Tembele lazima litakuwa kwenye mwonekano ambao majani yake yatakuwa siyo majani ambayo yanaweza yakawa na mvuto kwa mteja, hata sokoni wateja kuyaona kuwa ni bora. Kwa sababu hata hivyo, jaribu kuelewa kwamba mteja huwa anahitaji kitu ambacho ni bora, chenye mwonekano ambao ni mzuri. Kwa hiyo kama utayacha, utayaruhusu majani yaweze kuota ndani ya tembele, yataharibu mwonekano mzima wa kuvutia watembele kwa hiyo na vilevile, tembele majani yake yatakuwa ni hafifu, yaani yatakuwa ni majani ambayo hayana mvuto, yatakuwa na madoadoa, yatakuwa na rangi rangi, yatakuwa na mabaka mabaka. Kwa hiyo kama tembele likawa na mabaka mabaka, muonekano ambao sio mzuri unaovutia kwa mteja, mteja hawezi kufurahia eh, kufurahia kunua mboga yako. Najaribu naelewa kwamba majani endapo yakiwa mengi na yatembele tembele itakuwa halikui katika mwonekano mzuri, yani majani yake yanakuwa hayarefuki na hata kama yakilefuka yanakuwa ni majani ambayo yaliyomembamba sio manene yaliyoshiba, hapana, yatakuwa ni membamba yaliyokondea, yani yaliyonyong'onyea. Sasa kama yakawa hivyo, asilimia kubwa ya wateja huwa hawapendi sana eh, majani hayo membamba ya tembere, kwa sababu huwa yanawapa usumbufu juu ya kuyachuna. Mwanadada oh, eh, au mwanamama au mwana kaka anaye eh, anayeyanyua anakuwa anatumia muda mrefu ku, kuyachuna kwa hiyo kwa hiyo lazima itakuwa inampa usumbufu. Lakini endapo ukiwa umeliboresha vizuri tembele lako umelifanyia palizi vizuri, hata uotaji wake utakuwa ni bora, na litakuwa lina ya majani yako yatakuwa yanakuwa yananenepa. Yakiwa yananenepa, mafasi yake ni nini? Hata kama mteja ukimpelekea, lazima atavutiwa nao, kulingana vile lilivyo linavyovutia kwa linavyoonekana, na muonekano mzuri alafu limenenepa Lazima atalikimbia hilo tembele, kwa sababu hata hivyo halimpi shida juu ya kulichuna, ati kata tu hivi mara moja, akichuna ngozi yake yote ya tembele inashuka mpaka mwisho. Kwa hiyo inakuwa na ubora ambao ni mzuri. Hiyo ndio faida ya nini, ya kufanyia palizi. Lakini hasara ya kutokufanyia palizi, hasara yake ni hiyo kwamba tembele lako kwa linaweza lisiwe kwenye ule mwonekano mzuri na mvuto kwa mteja ambaye unayetaka kumpelekea. Kwa hiyo hivyo, unaweza ukajikuta umepoteza wateja na kukosa hela kwa ujumla, ambayo ungepata endapo tembele ungekuwa umeiboresha. Kwa hiyo kwa mfano, kama mimi, mimi mpaka sasa hivi napokea oda za watu wengi wa e, watu wengi wananipa oda na sisumbuki kupeleka mtaani kwa ajili ya kuzungusha mboga sijui nini, yani kwani kuingia sokoni na kwenda kupiga kupiga makelele kwa watu mimi, hizo sinaga hasa yaani hizo nisha ziachaga nisha muda mrefu, nilipokuwa nilipokuwa natafuta nini, nilipokuwa natafuta wateja nilikuwaga na hizo zamani, wakati nilipokuwa bado sijapata nini, sijapata jina. Lakini tangu nilipopata umaarufu, nilipopata jina, nilipopata eh, watu walipoweza kunielewa wengi, ah, watu sasa hivi wanatoa tu oda eh, wengine wanapiga simu wanipigia simu a kushambaa shambani kwamba ninahitaji ma mafungo kadhaa ya tembele. E, wengine nikiwa napita huko labda mtaani ule jioni, nilikuwa nimeshafika kazini. E, mtu akiniona ananiambia kwamba kesho nahitaji tembele kiasi fulani, e, nampelekea. Asilimia kubwa ya watu wanatoa oda zao, wengi wanatoa oda zao. Hata kama nikiwa napeleka tembele, siendi kuhangaika, mi nafika tu na kupeleka sehemu husika, narudi shambani naendelea na kazi zangu. Kwa hiyo haichukulii muda wa kuzungusha au kutembea, nakuwa na uwezo mkubwa wa kupeleka tembee, narudi haraka kwa shambani na kuendelea na kazi nyingine, kwa sababu nishatengeneza jina na kwa sababu ya, ya kutengeneza kitu bora eh, ya kuboresha eh, vitu vyangu ya kuboresha mboga zangu za majani, zinakuwa na muonekano ambao ni bora, ambao unaomvutia mteja. Kwa hiyo ndio faida ya kufanyia Eh, palizi katika nini, katika tembele, lazima utapata faida kubwa sana, faida kubwa mno. Kwanza tembele, vile vile, ukishakuwa likishakuwa ni nene, hata hata mafungu utakuwa na uwezo wa kuyapata mengi eneo dogo, yaani eneo dogo, unaweza kuifanya eneo dogo, lakini kutokana na ubora wa majani yale kuwa makubwa, ina maana fungu ya fungu moja la majani e, ya tembele inakuwa inakuwa so mengi sana kama tembele kwa lina majani membamba membamba kwa hiyo yale ma makubwa makubwa na manene lazima yataingia ni machache tu ndani ya kiganja, yameshajaa kiganja, kimeshajaa si yani ya ndani ya mjambi mchache. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba una kieneo kadogo, lakini mavuno yako yakawa ni makubwa kutokana na vile ambavyo ulivyoliboresha nini, ulivyoliboresha tembele. Hivyo hivyo hata kwa mteja, unapompelekea mteja lazima atakutiwa na mwonekano wa tembele na jinsi ambavyo lilivyo, na lazima atavutiwa na tembele lako, hata kama popote. Uh, akikuona lazima, akiwa na uhitaji wa tembele, lazima ata, atakuja kuzungumza na wewe namna ambavyo anaweza kalipata nini, anavyoweza kulipata tembele. Ndipo ambavyo hata mimi, njia ambayo ninayoitumia hiyo hapo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa Nebuye TV, usiache ku like, usiache ku comment ili kwa kwanza kupata video zangu, eh, oh, <coughs> wa kwanza kupata video zangu na usiache pia kulikolo kwenye channel yangu ya Nebuye TV ili kujiweka kwa wa kwanza kupata video zangu zinazohusiana na masuala ya nini ya kilimo. Asante sana, asante sana mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wan